Wema Sepetu e, msanii huyu ambaye alikuwa anacheza bongo movie. E, mpaka sasa anacheza lakini siku hizi e, ni kama soko lilipungua, sasa hatrend tena, yani hatrend sana kama vile zamani e, bwana msanii huyu ameingia kwenye gumzo zaidi. Hii ni baada ya yeye kutupostia miaka yake aliyonayo. Ya e, bwana ameweza kusema pale ana miaka 35 ama kwa lugha ya Kiingereza ana miaka 35, lakini imezua gumzo sana, huku watu wakisema kwamba hawakubaliani na miaka yake hiyo, kwa sababu wanamuona ni kama amezidisha, amezidisha umri huo, sababu kila mwaka anatupostia anatuambia yupo na miaka 35. Lakini sasa hivi inaonekana ameweza kupita hapo 35, anaelekea 40 huko ama 50 bwana. Uh, video kamili hii hapa nimekuelezea. Yes, ebwana. E, Wema Sepetu e, baada ya kukaa kimya sasa hivi mm -hmm. Ameanza kutrend tena a, ni baada yeye kupost a, foto fulani pale na kaandika maandishi fulani ambayo nakwenda kukuelezea na hayo maandishi aliyoandika mpaka akawa gumzo hapa mtandaoni, bwana, anajulikana kama vile Wema Sepetu uh, uh, Wema Sepetu. Wema Sepetu, uh, ili uweze kumfahamu zaidi na hata pia video zake nakuwekea ili uweze kumjua zaidi, lakini ni maarufu sana, sidhani kama utakuwa humjui huyu Wema Sepetu e bwana uh, Wema Sepetu. Kuna picha yake mmoja alipost pale Instagram, e, na akaandika e bwana sasa hivi e, nashukuru Mungu ninatimiza miaka a uh, thelathini na tano e, thelathini na tano sasa e, e, mashabiki wamekuja juu sana e, kuhusiana na miaka hii ya Wema Sepetu sababu tunakumbuka mwaka juzi e, yani tunakumbuka mwaka juzi kabisa aliweza kuhojiwa akasema kwamba yeye ana miaka aliweza kusema bwana, alihojiwa akasema mimi ana miaka sasa. Mashabiki wakaanza kulalamika, kwani miaka yako haiongezeki? Miaka yako inabaki pale pale, sababu kila siku unatuambia una miaka thelathini na tano. E, na muda fulani alikuwa na date na Diamond Platnumz akatuambia, bwana sasa hivi niko na platams, miaka 34 na naingia 35, e. Sasa kutoka huo muda wote mpaka sasa hivi anasema ana miaka 35. Sasa mashabiki wameshindwa kabisa kumwelewa huyu Wema Sepetu e, sababu kipindi kile ana date na msanii Diamond Platnumz alikuwa yeye, yani seti alikuwa hata mpaka sasa hivi yeye ni mkubwa wa Diamond Platnumz. Na jana tu Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuposti maandishi fulani pale akaandika, sasa hivi ni birthday yangu, huu mwezi wa kumi unapoingia ni birthday yangu. Sasa hivi mashabiki zangu mtakuwa mnakula mangoma mpaka mwaka uweze kuisha. Alafu akadondosha ngoma yake moja pale inaitwa Msumari. Akaidondosha pale. Na hata pia akaendelea kwa kuandika kwa kusema kwamba, sasa hivi nashukuru Mungu ninaingiza miaka 36. Sasa Diamond Platnumz akasema anaingiza miaka 36 lakini Wema Sepetu yeye yeah, anasema na miaka 35. Kumbuke, Wema Sepetu ni mkubwa kuliko Diamond Platnumz. Sasa hapa kidogo kukawa na mvurugano, sababu Wema Sepetu ni kama hataki kuanika miaka yake miaka wazi vile. Sijui anaona kama E, anataki kuambia yeye ni mshangazi ama mambo ni vipi? Bwana e, huyu Wema Sepetu anazidi kututatiza hapa sisi mashabiki zake. Sasa mambo yakawa ni mengi sana, mambo yakawa ni moto hadi, e, Wema Sepetu akaamua kutoa ushahidi, baada ya kutoa ushahidi, akaposti uh, birth certificate yake ama cheti cha kuzaliwa uh, ikaonyesha kwamba pale E, imeandikwa amezaliwa 1990 yaani 1990 mpaka sasa, itakuwa ni ukweli kabisa, anatimiza miaka at, thelathini na, thelathini na, na tano. Lakini sasa wahuni bado hawataki kuelewa na hata pia mashabiki bado hawataki kuelewa, wanasema kwamba uh, Wema Sepetu ni muongo na atakuwa hicho cheti pia ameweza ku print, print tu ameweza ku type type e, akajekea pale 1990, lakini kiukweli kabisa huyu hana, hana miaka a, hana miaka 35. Aache uongo wake e, bwana. Sasa wataalamu wakaja, wataalamu wakuchunguza, unajua hapa mtandaoni, mtazamaji, kuna watu wanachunguza vitu tu, e, hawana kazi ya kufanya lakini kuchunguza vitu e, nambari moja e, bwana, wataalamu wakachunguza wakapata kuna mwaka fulani e, Wema Sepetu hapo e, kama kama 2013 hapo e, 2013 pale 2014 e, Wema Sepetu aliweza kushinda a, tuzo fulani kwenye Bongo Movie. Takatuelewane hapo mtazamaji, aliweza kushinda, hakuwa peke yake, bali alikuwa ni yeye na Kajala. Uh, yeye na Kajala walishinda tuzo fulani kwenye Bongo Movie. Sasa zile tuzo huwa zinaandikwa kila kitu chako. Inaandikwa pale ameanza kuigiza lini mpaka lini, amezaliwa lini mpaka lini. Sasa eh, hivi yani, na miaka mingapi ameshinda tuzo pale, imeandikwa kwamba Wema, eh, Wema alizaliwa mwaka wa 19... Uh, 79, eh, mwaka wa 1979 yani mpaka sasa atakuwa anatimiza miaka 46. Sasa hapa, mtazamaji, eh, tushapata miaka ya Wema Sepetu eh, ni 46. Aache kutudanganya eh, kutuambia ni 35 kila mwaka, kwani miaka iongezeki jamani? Sasa wataalamu kupitia ile tuzo tukaangalia, ah, tukajua tukaona pale maandiko 1979, born in 1979, yani kwa lugha ya Kiswahili amezaliwa mwaka 1979 1 mpaka sasa hivi 2025, eh, hiyo ni kumaanisha ana miaka 46 bwana. Hayo ndiyo eh, majibu sasa hivi ya Wema Sepetu, hiyo ndio miaka ya Wema Sepetu. Sababu pia eh, naye Kajala, ah, Kajala amezaliwa 19 ah, 1970 1978 yaani, mpaka sasa hivi atakuwa na miaka arobaini na saba. Huu uchunguzi wote umetoka baada ya watu kuchambua ah, sana mtandaoni hapo na kujionea kwamba kumbe, eh, hawa wawili waliweza kushinda tuzo za Bongo Movie, na kwenye tuzo hizo miaka yao yote iliweza kuandikwa pale kwenye tuzo zile. Kwa hivyo basi Wema Sepetu aache kutudanganya, umri unasonga na hapa inatakiwa aweze kujikubali aachane aachan na haya mambo ya kutudanganya bwana danganya, danganya. Hayo ndio mambo sasa hivi. Sijui kiupande wako unaona vipi hapa eh, sababu wengine wanasema kwamba, ah, alichoambia Wema Sepetu ni kitu cha kweli tu, ni kitu cha kweli ni jambo la kweli. Kwa nini mnabishana na miaka ya mtu eh? mnataka iwe miaka yenu ama iwe vipi? Eh, sababu Wema Sepetu ya mepost akasema na miaka 35, eh, na huu mwaka ndio anaingiza 35. Sasa nyinyi mnabisha kivipi e bwana? Mnabisha mlipoepo. Asa, sijui mtazamaji, kiupande wako unakubaliana na miaka hii ya Wema Sepetu kuwa ni miaka 35 ama unakubaliana kuwa ni miaka 46 e bwana? Dondosha komenti yako hapo ni kuone wewe unasimama upande gani Kifika ni upande huu wa a, miaka ya mwigizaji huyu wa Bongo Flava, aiti Bongo Flava, Bongo Movie e, a, huyu Wema Sepetu na Bongo Flava pia. Unajua kitambo alikuwa anaimba huyu Wema Sepetu, alikuwa anaimba imba, lakini sijui iliendaje akaacha kuimba. Kuna gospel yake nyingine pia nshe kuiona, alikuwa anaimba, lakini nadhani kuigiza ndo kukamnogesha zaidi e bwana. Umbea media Tv azidi kusubscribe na azidi kukuletea habari nyinginezo.